No, say it, say it. Kila kizazi huwa na nyota yake, lakini nyota zingine hung'aa zaidi kuliko nyingine na zinapotoweka uzimika zikiwa kileleni. Na mpenzi mtazamaji wa Bamaa TV, ubunifu asili yetu, leo ndani ya waokote tunamwangazia nitakuvunja vunja nyota iliyong'aa na kupotea, hafla nchi ikapoa, watu wakalia na kuumia vibaya mno juu ya kipenzi chao. Hapa namzungumzia Steven Charles Kanumba na kuhusu saa uliwekea alama ili isuzwe. Steven Charles Kanumba uh, ni msanii ambaye kwangu mimi amekuwa kama ndiyo kioo cha ya sanaa yangu kwa sababu mi mwenyewe nafanya sanaa ya filamu uh, kupitia njia zake na natamani sana kufikia ndoto ambazo yeye alizifikia, alizi, ama, anatamani kufikia ukubwa ambao yeye aliufikia. Kwa hiyo ili nifike, nadhani nipite njia sahihi ambazo yeye alizofika. Kwa hiyo naangalia sana video zake, huwa anapitia sana mauzui mbalimbali ambayo alikuwa yeye anayafanya. Kwa hiyo hayo ndio yananipa mwanga na mimi kufanya sana yangu ya filamu. Kanumba alizaliwa tarehe 8 Januari mwaka 1984 katika mkoa wa Shinyanga uliopo Tanzania. Alikuwa ni mtoto wa Charles Kanumba na Flora Mutegoa. Alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Pugoi, kisha akaendelea na elimu yake ya sekondari katika shule ya sekondari Mwadui. Alijiunga na kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari Jitegemee iliyopo Dar es Salaam. Kanumba alianza shughuli zake za uigizaji katika mwaka 1990 kupitia maonyesho ya kanisani. Mwaka 2002 alijiunga na kundi la sanaa la Kaole Sana Group ambapo alijizolea umaarufu mkubwa kupitia vipindi vya television. Alitamba katika filamu mbalimbali zikiwemo Dar 2 Lagos, She is my sister, This is it na This is it akishirikiana vyema na wasanii kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mbali na uigizaji wake Stephen Charles Kanumba pia alikuwa mtayarishaji mzuri na muongozaji wa filamu. Naweza nikamzungumzia Kanumba kupitia video zake ambazo alizokuwa tayari zimeshatengenezwa kwa sababu asilimia kubwa tulikuwa tunatazama video ambazo tayari umeona, eh, lakini zile video ambazo yeye alizifanya ndizo ambazo sisi zinatupa morali wa kufanya na kufikia pale tunapoamini kwamba na sisi tunaweza tukafika kwa ukubwa zaidi kwao, Kanumba. Uh, kwa jinsi alivyo inspire vijana uh, jinsi ya maudhui yake uh, mimi naweza nikasema kwamba kwangu inakuwa kama ni chachu ya kufanya vizuri, kwa sababu nikaangalia jinsi alichokuwa anakifanya, na mimi naamini kwamba anaweza nitakifanya, na ndio maana anafanya jitihada kubwa sana mpaka hivi leo. Mwaka 2011 alikuwa akijiandaa kwa nafasi yake ya kwanza katika filamu ya Hollywood kabla ya kifo chake. Kanumba alifariki dunia tarehe 7 Aprili 2012 jijini Dar es Salaam kutokana na jeraha la kichwa alilopata baada ya kuanguka chumbani kwake. Ya, mimi naamini hivyo kwamba kifo cha Kanumba kilileta kidogo tafarani kwenye soko la filamu uh, Tanzania, kwa sababu Kanumba ni kama baba kwa hiyo oh, nyumba anapoondoka baba, watoto huwa wanakosa la kufanya kwa muda ule ambao aa, baba anapokuwa hayupo. Kwa hiyo uondokaji wa Kanumba kwenye dunia ama kwenye sanaa hii, soko likawa limedorora kiasi kikubwa sana, kwa sababu kulikuwa, yani, kulikuwa ufanisi umepungua, sababu yeye ndo alikuwa kama ni mnyoshaji njia, na ndio maana hata hivi leo sisi tunafanya sanaa lakini tunaangalia ni nani ambaye tuna uwezo tukamuiga ukafanya vizuri tukaonekana ni Kanumba peke yake. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kweli tulipitia hizo changamoto kwa Tanzania mzima. Uh, filamu ilikuwa imedorora, lakini vijana walikaa chini na wakatafakari, wakaona sio kweli, wakajipambanua mpaka hivi leo, kwa sababu leo hii unaweza ukazungumza kwenye sanaa, ukimleta kijana ambaye amezaliwa elfu mbili, ukimwambia bwana, kwenye sanaa sana, kuna mtu alifanya makubwa aweze akaamini kutokana na vijana sasa hivi hiviuu anavyojitoa soko la filamu Tanzania. Uh, ukiondoa Charles Kanumba sidhani kama kuna mtu mwingine ambaye kabla ya Kanumba aliweza kuifikisha kwa ukubwa zaidi, sababu Kanumba alikuwa anaangalia ufanisi zaidi. Kwa hiyo tukiongeza ufanisi tukafanya vitu kwa weledi zaidi, yani tukafikiria maarifa ya baadaye, tukiondoa maarifa ya leo tulionayo maarifa ya, ya baadaye nadhani tunaweza tukafanya kitu kizuri kikubwa, na tukafika malengo, kwa sababu kuna watu ambao wametuonesha wanaweza wakafika. Umeona, kuna watu wametuonesha. Kwa mfano, sasa hivi tunazungumzia movie ya Chado Master ambayo inaitwa Mission Impossible imefika Afrika Mashariki na Kati, s imefika wapi? imefika wapi, wapi. Ukiangalia di comment pale, wana comment wazungu wa Hindi, umeona, kwa filamu wa inaonyesha kwamba inakwenda. Ukirudi nyuma tena, pia kuna filamu ambayo ilienda zaidi ya hii Mission Impossible, labda hiihladab ilifika paka mashariki na kati Saudi ilifika wapi. Ndio maana hata hivi leo, unaweza hata huyo naezakamona htahu ambaye ni kramu anatoka Tanzania anakwenda South Africa, anakwendaa anafanya filamu kule. Kwa sababu gani? kuna ubunifu aliufanya kabla ya leo, huko nyuma alifanya ubunifu mkubwa, kwa hiyo watu wakaona, wa nje ya nchi wakaona kazi yake, kwa maana hata yeye hey, inakuwa ni rahisi kutoka nakwenda wapi, kwenda nje kufanya sana kwa mimi naamini tukiongeza ubunifu zaidi, ukifanya kitu kizuri, watu wakikiona watakipenda, na watu watakuhitaji uende ukafanye hata kwenye nchi zao. Wow, upande wa YouTube tunaona hao akina Klambevo, tunaona akina Chado Master, tunaona akina Baba Joani, tunaona wasanii mbalimbali ambao wanafanya vizuri. Hiyo ukija huku Madstv Maazam tunaona, tunaona, tunaona kina JB, kina Richie, akina Gabos Gamba ambao sasa hivi wenyewe pia wameona soko linazidi kutanuka wameamua nao kuja kwenye YouTube. Soko la YouTube, kwa upande wangu mimi naiona kama ni fursa kwa kila kijana. E, ni fursa kwa sababu ni kitu ambacho unaweza ukafanya kwa muda mfupi na ukakipeleka uka kule YouTube afu watu pia wakakipokea kwa muda mfupi. Kwa hiyo, soko limekuwa kubwa na ndio maana vijana wengi sana sasa hivi wamebezi kwenye upande wa YouTube kwa sababu ndio sehemu ambapo unaweza ukatengeneza kazi kwa gharama rahisi halafu pia ukaipeleka kule kwa gharama rahisi halafu ikapokelewa pia kwa gharama rahisi. Msiba wake ulizua taharuki kubwa, maelfu ya watu wakiwemo viongozi wa serikali na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali. Mchango wake Kanumba katika tasnia ya filamu uliibua hamasa kubwa kwa wasanii chipukizi, hasa ni kuimarisha hadhi ya filamu za Kiswahili ndani na nje ya Tanzania. Alikuwa kiungo muhimu katika tasnia ya filamu Kanumba, akiwashirikisha wasanii wa kimataifa katika kazi zake. Ingawa alifariki akiwa na umri wa miaka 28, urithi wake katika sanaa ya uigizaji uliendelea kuishi kupitia kazi zake na athari alizoziachia katika tasnia ya burudani nchini Tanzania. <laughs> Nikiona kijana anakata tamaa mimi namshangaa sana, sababu hakuna anayejua kesho yake. Umeona, kuna vijana ambao wanaokata tamaa, lakini kuna vijana ambao wanaolizika na mafanikio. Sasa tukizungumzia ambao wanaokata tamaa, kwa mimi nawashauri kwamba usikate tamaa katika upambanaji, kwa sababu hujui kesho yako lakini pia huo unapenda ushirikiano na watu sababu unaweza ukawa sawa, una mafanikio lakini ushirikiano na watu hakuna, kwa hiyo ukawa unafanya tu kazi bure. Kwa hiyo umuhimu ushirikiano, uh, upendo kwa wenzako, lakini pia upende vitu vya wenzako. Hicho ndo ambacho inaweza kikakutoa sehemu moja na kukupeleka sehemu nyingine. baada ya kupata simulizi fupi ya Steven Charles Kanumba, kuna mengi yalijitokeza alipofariki. Wengi walijiuliza sana juu ya kifo chake. Wewe kama kijana umejifunza nini kupitia makala hii fupi ya Steven Charles Kanumba? Toa maoni yako na ushauri. Tupigie simu namba 0713 33 49 08. Pia usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Bamaa TV. Ubunifu asili yetu. Jina langu naitwa Shukuru Chambuso, asante sana. Semi za kita na bamaa weinua kita